Ili wawe tayari, Yesu au baba atume. Kwa hiyo anaita ni, anatoa wito, anatoa wito kwamba wanafunzi waitikie kutumwa, na hiki ni kitu ambacho Mungu anatupatia kila leo. Tunapoomba be willing to be sent, kuwa huru, kuwa yari kutumwa, sio kwamba mwingine Yesu atume mwingine, hapana. Mtu anaposema Bwana, peleka watumishi wako kwa kazi yako unapoomba Mungu, ingilia kati watu wako dhambini, unapoomba hivyo, haina maana yoyote kama usemi mimi hapa, nitume mimi. Unaposema kwamba tunaombea watu walioko China, tunaombea watu waliko Japan, tunaombea watu walioko Tanzania, maeneo kadha wa kadha, tunaombea watu waliko Ulaya, uh, hiyo yani, hilo ombi halina maana yoyote kabisa ikiwa hatuwezi kuomba nitume mimi. Yaani, nikiomba Mungu uokoa watu wako, nenda ukawaokoe. Saa nyingine ukisikiliza maombi yetu yana vituko ya vingi sana. Yaani eti mimi nayeomba ndio mimi tena naye namtuma Yesu aende, nenda watu wako hospitalini, nenda ukawafanyia hiki. E, wengine hawana chakula baba, kawape chakula. Hivi kweli? Yaani ya, ya unatazamia. Wakati Yesu alipokuwa unafunzi wako aliwambiaje? Aliwambia wapeni ninyi chakula. Hivi unapoomba, mimi leo nakula chakula lakini wengine hawana, Baba wapatie chakula leo. Pia awapeje sasa? Niombi gani hilo tunafanya na ni kwa hasara. Kama hiyo ndio tunayofanya, hivyo hivyo Mungu wafikishe watu wako, waokoe watu wako, wengine wako kule mara waokoe. Sikiliza, alisema na nawatuma kama nilivyotumwa mimi. Kwa nini, kwa nini hatutaki kuona ni sisi aliyotutuma, badala yake tunataka tumtume yeye ndio aende na kwa nini tunahitaji kufahamu ukweli huo? Ni vizuri kufahamu ukweli huo kwa sababu tusipoelewa hivyo, ni kwa sababu tutakuwa tumekosa macho, hatuone anavyoona, tumekosa masikio, hatusikia anavyosema na sisi, na hivyo hatutakuwa tayari kuomba anavyotaka kuomba.